Haya sasa, tuangalie ni jinsi gani Mwingereza aliwadanganya Waarabu pamoja na Wayahudi katika vita kuu ya pili ya dunia. Hii ni sehemu ya tano na ya mwisho ya simulizi yetu ya historia ya Israeli pamoja na Subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kila ninavyorusha. Ninaitwa Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Sasa kilichokuwa kinaendelea ni kwamba Mwingereza alipofika vita kuu ya pili ya dunia akiwa anatawala koloni la Palestina ambao lilijumuisha ardhi za himaya mbili, himaya ya Palestina na himaya ya Israeli. Kama nilivyosema hapo mwanzo, Mwingereza aliwabania Wayahudi wasiingie, alikuwa wapatani nao, mwisho wa siku akaona na wahitaji. Lakini pia wale Waarabu, Mwingereza aliwadanganya kwamba nitawapa uhuru hivi na hivi, mwisho wa siku akaanza kuwatawala. Kwa hiyo sasa akawa na kazi mpya tena ya kuanza kuwalagai. Kwa hiyo ilipoingia vita kuu ya pili ya dunia na akaona na wahitaji tena, akawaweka chini na kuwaambia sasa, Wayahudi mkinisaidia kupigana katika vita kuu ya pili hii ya dunia, vita ikiisha, nitawamegea ardhi, nitakubali kumega ardhi ya Palestina pande mbili, ili sehemu nyingine muunde taifa. Kwa hiyo Wayahudi wakafurahi wakakubali kuungana na Mwingereza kumsaidia katika vita ya pili ya dunia. Hapo hapo Mwingereza huyo huyo akatoka tena akaenda kupanga dili lingine na mwarabu wa pale Palestina. Kawaambia wale Wapalestina, mkinisaidia katika hii vita kuu ya pili ya dunia kupigana, tukiimaliza tukashinda, hili taifa lenu la Palestina nitaliachia, mtapata uhuru rasmi. Kwa hiyo Wapalestina wakafurahi kwamba kumbe tukimsaidia, tukimalizana tukimalizana, ah, naye tutapewa uhuru kwa hiyo Wapalestina wakakubali kwamba ok, tutakusaidia katika hiyo vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo Muingereza akawa na sapoti ya Wapalestina na Wayahudi wote kwa pamoja, wanamsaidia katika vita kuu ya pili ya dunia. Hatimaye ile vita ikaisha mwaka 1945 na na kweli kundi la Waingereza likashinda, na liliposhinda Wayahudi waya na Waarabu wa pale Palestina wakaanza kudai ahadi yao. Kimbembe kikaja kwamba Palestina wakawa sasa, na mwingereza akakubali sawa, ninaachia koloni, ninawapeni uhuru. Kwa hiyo ikawa ni sherehe kwa wapalestina kwamba tunapewa uhuru. Wakiwa wanashangilia kwamba tunapewa uhuru, sasa hapo hapo wakapewa taarifa kwamba, lakini hii ardhi itagawanywa pande mbili, upande mwingine watakaa wayahudi. Hapo tayari kulikuwa kuna wayahudi wameshajaa, kama nilivyoambieni kwenye ile sehemu ya nne iliyopita. Wayahudi walikuwa wananua ardhi pale, wanaenda kufanya biashara, wanalima. Umeona, kwa hiyo tayari Wayahudi wameshajaa, alafu wakawa sasa hawaelewani na Waarabu, wakawa wanagombana humo humo ndani kwa ndani. Kwa hiyo Waarabu wakawa sasa, jamani, nyinyi mmeamia hapa, mmekuja kununua ardhi, tumauzie ardhi zetu. Sasa zile ardhi zilikuwa sasa za Palestina sasa kisheria, kwa hiyo wakawa wanawauzia. Kwa hiyo wakawa sasa, tumauzia ardhi zetu, kwa nini mnatugeuka, mnatufanyia haya ambapo mnatufanyia? Umeona, kwa hiyo wakawa wanagombana humo, kuna fukuzo la wao kwa wao, hatimaye mwingereza akaachia uhuru uhuru umeachiwa na ardhi ikagawanywa, ili wa Wayahudi nao waundi taifa. Kwa hiyo kile kitu wa Palestina kiliwauma sana, kwamba tulipigania hili taifa alafu mnakuja kuligawanya, wakati siku zote hapa panaitwa Palestina kote, kuanzia kipindi cha Roman Empire tayari. Sisi hii ni ardhi yetu yote, na tumekaa nayo tumeiangalia tumefanya hiki mona. Umoja wa Mataifa kipindi hicho ulikuwa umeundwa tayari mwaka 45. Kwa hiyo mwaka 47 ndio ile ili pendekezo la Wayahudi kuundiwa ardhi likapelekwa Umoja wa Mataifa na mwaka 48 ndio hii ardhi ikagawanywa. Sasa hii ardhi ilipogawanywa hiyo mwaka 48, kwa hiyo Waarabu kikawauma sana, umeona? Lakini Umoja wa Mataifa waliona kwamba tuigawanye hii ardhi kwa sababu katika historia hizi uh, hawa watu wote wawili hii ni ardhi yao Wayahudi walikuwa na himaya hapo na Wapalestina walikuwa na himaya hapo. Kwa hiyo hii ardhi wana haki nayo wote wawili, kwa hiyo tuwagawanyishie. Kwa hiyo wakagawanyishiwa. Walipogawanyishiwa, Mpalestina kikawa kinamuuma, kwa nini tumegawanyishiwa? Na Wayahudi naye akawa anasema sisi tunataka ardhi yote. Umeona? Kwa hiyo Mpalestina anataka kwa nini, anaumia kwa nini tumegawanyishiwa, wakati hii ardhi yote inaitwa Palestina kuanzia kipindi cha himaya ya Roman ilikuwa ni ardhi moja kuanzia kipindi cha himaya ya Roman, na mlituahidi mtatoka uhuru katika ardhi yetu moja yote, lakini nao Wayahudi nao wanasema sisi hatutaka kuwa na Palestina, tunaitaka ardhi yote. Umeona? Kwa hiyo wakaingia vitani wiki mbili baada ya taifa la Israeli kuundwa mwaka 48. Ndio mfululizo wa vita kati ya wa, ya Waarabu, wa Palestina pale pamoja na Wayahudi ulipoanza, ulianza mwaka 48 wiki mbili baada ya taifa la Israeli kuundwa. Kwa hiyo wengi wengi wanafikiri hii ndio ile Israeli ya kwenye Biblia hapana. Hii ni Israeli mpya imeundwa mwaka 48, na hata na Israeli ya kwenye Biblia zilisha gawanyika zikiwa ga mbili, kulikuwa kuna Israeli na Juda au Judea. Kwa hiyo hao walipoundwa sasa ndio huu gome, kwa sisi tulipozaliwa, wengi tuliozaliwa kuanzia mwaka waliozaliwa kuanzia mwaka 49 mpaka sisi huku tulikuta tayari taifa la Israeli limeundwa na tayari hawa watu wameshaanza kupigana toka mwaka 48. na Kwa hiyo wengi Hasa, hasa wale watu wa dini sasa, wakianza kusoma katika vitabu vya dini, wakisikia uadui wa Palestina na Israeli kuanzia enzi zao za himaya, wanahisi ule uadui ndo umeendelea mpaka sasa, kwamba wanachogombania kipindi kile ndo mpaka yani, wanahisi kile kilichoandikwa kwenye vitabu vya dini ndo hicho wanachogombania. Ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi wanagombana ugomvi wa kisiasa juu ya ardhi kukatwa, ndo wanachogombania. Huu ni ugomvi wa kisiasa ambao umeanzia pale umoja wa mataifa walipokata ile ardhi mara mbili. Sasa Wapalestina na Waarabu wanaona hili swala katika upande wa kisiasa zaidi, na kwa hiyo wakaingia vitani, wakiwachangia Israeli na kila kitu. Israeli wao wanaona haya mambo kidini zaidi, kwa sababu katika ukataji wa ardhi pale kuna ardhi nyingine ambazo zamani, kwa sababu hapo ilikuwa inabidi wakate kitu ambacho kitawaridhisha pande zote mbili, yani Kuwe sawa kwa sawa. Kwa hiyo kuna ardhi nyingine sasa zikawa zime eh, zilikuwa ni upande wa Israeli enzi za zamani, sasa hivi zimeingizwa ndani ya Palestina. Mfano Jerusalemu ikawa pande mbili, kuna Jerusalemu Mashariki imeingizwa ndani ya Palestina. Kitu kinachowakera Wayahudi, Wayahudi wanaitaka Jerusalemu nzima, na Umoja wa Mataifa unasema hamwezi kupata zile ardhi zenu za kale kama zilivyo, kwa sababu hii sio imaya yenu ile ya kale, ili ni eneo jipya Umeona, hili ni eneo jipya kwao, haiwezekani mkapata eneo kama lile mliokuwa nayo enzi za Himaya. Na wale wanakuambia tunataka ya maeneo yale yale kama yalivyo kwenye kitabu chetu cha dini cha dini yao ya Judaism, ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu haya si mambo ya dini, hii ni siasa, na umoja wa mataifa ndio umeunda hii nchi. Kwao ni lazima wafatishe sheria za umoja wa mataifa. Israel wameundiwa nchi na umoja wa mataifa, lakini sasa baada ya hapo nchi yao kuundwa wakaanza kukataa kufuatisha sheria za Umoja wa Mataifa na kutaka kufuatisha sheria za kitabu chao cha dini Biblia yao wakisema kwamba Mungu ametupa haya maeneo. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yamekaa upande wa Palestina ambao zamani yalikuwa upande wao na yenyewe wanayataka yarudi. Ndicho hapo hapo ndipo wanapogombana. Ukienda katika maeneo kwa mfano kule West Bank utakuta kuna, ndio hiyo kuna maeneo mengine ambayo zamani yalikuwa kwenye himaya yao. Kwa hiyo wanataka yarudi. Kwa oh, hivi ndivyo ilivyo. Na hao wa Palestina wanasema haya maeneo kisheria, Umoja wa Mataifa ndio wametukatia hizi ardhi kisheria, haya maeneo ni yetu. Kwa hiyo, kwa nini tusikae wote wawili tukakaa kwa amani? Kwa hiyo huo ndio ugomvi. Israel sasa hivi wana nguvu kijeshi na wana support ya nchi zenye nguvu, kwao wanajikuta wanakuwa na nguvu ya kuendelea kuchukua maeneo kinguvu sasa, kinyume na sheria za Umoja wa Mataifa. Vile ile mipaka ya Umoja wa Mataifa ilivyopigwa, Israel wanachukua ardhi nyingine zaidi na hii ndio ikawafanya Wapalestina waumie zaidi, kwamba kwa sababu Wapalestina walishakubali kwamba basi sawa, tuko tayari kuendelea kukaa kwenye ile mipaka ya umoja wa mataifa. Sasa kitendo wa wa, cha wapalestina cha Waisraeli kuendelea kuchukua zaidi ndio kinawauma Wapalestina, ndio maana vikaundwa vikundi kama vya kina Hamas, Islamic Jihad, Alqassam Brigade, vyama vile vya kina Fatah, vya kina Yasa Arafat, kwa ajili ya kupambania hii ardhi sasa ambayo myahudi ameichukua kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo huu ndio mgogoro wao, ni mgogoro ambao wayahudi wao wanaamini katika dini yao zaidi kwamba uh, uh, haya ni maeneo yetu kidini, lakini wapalestina wanaamini katika siasa kwamba haya ni maeneo yetu kupitia uh, mipaka iliyochorwa na Umoja wa Mataifa, na sisi tunafata sheria za Umoja wa Mataifa kama nchi zote duniani zinavyofata. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo vikundi kama vya kina Hamas wale ni wapigania uhuru wana, ni kama vikundi vya kina Nelson Mandela, yani wanapigania ardhi yao ambayo kisheria umoja wa mataifa inasema kwamba ile ni ardhi yao. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Tumefika mwisho wa simulizi yetu, na kwa yoyote mwenye swali comment hapo chini nitakuwa najibu, na msahau kusubscribe.